Mama yetu Suluhu Hassan Raisi wa Tanzania Leo rasmi amepokea tuzo na akadondoka pale kwenye mtandao wa X kwenye Twitter, na kuja jisifia ama kujasifia ule tuzo aliyopewa. Nitasoma vile ambavyo ameandika hapa, Samia Suluhu Hassan, maneno kuntu aliyoandika baada ya kupokezwa hino tuzo leo. Nimepata na nukuu, aliyoandika ama nanukuu, aliyosema Samia Suluhu, Raisi wa Tanzania, Amiri Jeshi Mkuu, kama wanavyomwita mwenyewe: leo nime pata heshima kubwa sana ya kutunukiwa tuzo maalum ya heshima na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama njia ya kutambua kazi kubwa inayoendelea kufanywa kuimarisha ustawi wa wananchi na maendeleo ya taifa. Sauti ya bunge ni sauti ya wananchi. Asanteni sana. Yaani alikuwa yoeleza ya kwamba ile heshima ambayo amepewa ama ile uh, ile tuzo aliyopewa amechukulia kambe kama amepewa tuzo na wananchi wote wa Tanzania kwa sababu amepewa tuzo ndani ya bunge, na kwa sababu ndani ya bunge kuna wabunge ambao wanawakilisha watanzania kwa ujumla, basi amewashukuru watanzania wote kwa ujumla kwa kumpa tuzo. Akaendelea akasema hivi, hakika kidole kimoja hakivunji chawa. Mafanikio uh, tunayojivunia leo si nguvu yangu peke yangu, uhodari au maarifa yangu peke yangu, bali ni matokeo ya mipango mbalimbali mbali ya nchi yetu, maelekezo na ilani ya Chama cha Mapinduzi yani CCM a, ya mwaka m, elfu mbili ishirini na elfu ishirini ishirini na tano. Aidha ni matunda ya kazi kubwa inayofanywa na bunge letu la kusimamia na kuisha na kuishauri serikali kwa a, kwa mitazamo alikuwa anamaanisha hapo ovich, nikielezea tu hapa alikuwa anamaanisha kwamba hino kazi ambayo anasifiwa yeye sio kazi ambayo ameifanya peke yake, japo ni kazi ambayo ameshirikiana na wenzake, na ndio maana akatoa mfano hapa wa kusema kwamba Kidole kimoja hakivunji chawa, hivyo basi lazima ashirikiane na watu wengine, ili mradi aendeleze lile gurudumu la kuendeleza nchi ya Tanzania. Na akaendelea kusema ya kwamba wabunge wote ambao kwenye bunge ambao wanamshauri wanastahili kupewa ino sifa ambayo yeye apewa ya kuiendeleza ama kuikuza Tanzania. Akamalizia na kusema ha, nimepokea tuzo hii kwa, kwa niaba ya Watanzania wote, ninawashukuru nyote kwa kazi kubwa tunayoendelea kuifanya kwa pamoja kuleta maendeleo kwa taifa letu, huku tukibaki kuwa wamoja wenye amani na mashikamano. Mwisho wa nukuu. Hivyo ndo rais wa Tanzania alivyoongea baada ya kupokea tuzo aliyopewa kwenye bunge la nchi ya Tanzania. Sitaki maswali mengi, sitaki kukashifiwa na sitaki mumkashifu. Tuichukulie ni vile vile ambavyo iko rais ame, amepokea zawadi ama rais amepokea tuzo, ibaki kuwa tuzo ya wabunge wa Tanzania. Please make sure to subscribe, like and share this video.